Tunaendelea na sehemu ya pili ya mwendelezo wa kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, kesi ya uhaini. Wakili anaendelea hapa, ikiwa ni sehemu ya pili. Wakili wa serikali anaendelea kwa kumwongoza shahidi wa kificho ambaye ikapewa jina la P2. Wakili, nini kiliendelea kituoni? Shahidi wa kificho P2 anasema, niliwekwa mahabusu na baadaye nikaojiwa kwa hatuma za kufanya fujo na uchochezi wakili anamuuliza nini kiliendelea shahidi anajibu waliniacha kwa dhamana na nilitakiwa kuwa na ripoti kila jumatatu mnamo tarehe kumi na nne mwezi wa nne niliripoti na tarehe ishirini na moja mwezi wa nne nilipaswa kuripoti tena ikawa sikukuu nikarudi tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne ambapo nilipofika nikapelekwa sento kuchukuliwa maelezo kwa mara ya pili wakili anauliza swali maelezo gani hapo shahidi wa kificho anajibu akaniambia nieleze mwanzo mwisho hadi nilipokamatwa nikamweleza kuwa mimi ni mwanachama na Akachukua hayo maelezo afande Juma Baltazar. Wakili anaendelea hapa, anamuuliza Mheshimiwa Tundu Lisu umemtaja sana unamfahamu je? Anajibu shahidi. Nikiwa Songea nimemfahamu Mheshimiwa Tundu Lisu anafahamika karibu na kila mtu toka akiwa bungeni na alikuwa makamu mwenyekiti na baadaye akawa mwenyekiti. Wakili anamuuliza, huo uchaguzi ungezuiwaje kwa mjibu wa Lissu, shahidi anajibu sijui ungezuiwaje, lakini yeye alisema kwa uasi. Mwenyekiti wa chama alikuwa anakuja Ruvuma na tukajua angekuja kutupatia mbinu hizo, maana alisema wanaotaka kwenda naye ataenda nao, na mimi nilikuwa kwenye kundi hilo. Jaji anaingia hapa, shahidi, unaongea mfululizo hatujui unaelekea wapi wala unaongea nini? Sasa, wakili mwongozeni shahidi tujue ameanzia wapi na anaelekea wapi. Wakili anamuuliza hapa, ulikuwa unajua uchaguzi utazuiwaje? Shahidi anajibu, nilikuwa sijui wakili. Kwa shahidi kwa huyu ni hayo tu mheshimiwa jaji. Eh, Jaji Dastan Ndunguru najibu wakili unasema nini? Sikuelewi. Wakili Ignas anajibu Jaji, nimesema ni hayo kwa shahidi huyu. Jaji Ndunguru, oh kumbe mmemaliza haya, sawa e. Watu wanacheka hapa, basi jaji anaomba utulivu, uendelee kama kawaida. Nam ni sehemu ya pili ya mwendelezo wa kesi inayomkabili e, mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu. E, stay tuned kwa ajili ya sehemu ya tatu.